Wasimizi wa Thomas Sankara himakasaji ya Afrika. Fikiria dunia ambapo kiongozi mmoja anabadilisha taifa lake kwa miaka michache tu, akipiga vita umaskini, ufisadi na ukoloni wa kisasa, lakini kuwawa kwa ghafla na rafiki yake wa karibu. Hiyo ni hadithi ya Thomas Sankara, rais wa Burkina Faso ambaye aliwawa tarehe 15 Oktoba 1987 alipigwa risasi mara kumi na moja katika eneo la serikali huko Ouagadougou, na tangu wakati huo uwasilizaji wake umekuwa moja ya milango ya siri kubwa zaidi katika historia ya Afrika. Je, ulikuwa ni mapinduzi ya ndani, ni jeuri ya France au ni hila za kimataifa? Hadithi hii si tu kuhusu kifo cha mtu mmoja, ni hadithi ya matumaini yaliyoangushwa na hofu ya madaraka. Karibu tuchunguze tukio hilo la kushtua ambalo bado linawasha moto harakati za panafricanismu. Thomas Isidore Noel Sankara alizaliwa tarehe 21 Desemba 1949 katika kijiji cha Yako, Upper Volta, sasa Burkina Faso. Alipaa chetani katika familia duni lakini akafikia daraja la afisa wa jeshi kupitia mafunzo Madagaskar na Cameroon. Huko alishuhudia ghasia za anti-koloni ambazo zilimudu moto wa Umaksi Lenini. Sankara alikuwa na roho ya mpiganaji, alikataa maisha ya anasa, akapanda baiskeli kazini na kuvaa jezi za kawaida. Mnamo 1983 akiwa kapteni, alipindua rais Jean Baptiste Oudraogo kupitia mapinduzi yasiyo na damu. Aliubadilisha jina la nchi kuwa Burkina Faso, nchi ya watu wenye heshima, na kuanzisha mapinduzi makubwa. Mapinduzi yake yalikuwa ya kushangaza Sankara alikataa mikopo ya IMF na Benki ya Dunia akasema hii yule ambia ndiye anayekudhibiti alinationalize ardhi na madini akajenga barabara na hospitali kwa nguvu za wananchi katika wiki chache aliagiza chanjo kwa watoto milioni 2.5 dhidi ya pepa alipanda miti milioni kumi ili kupambana na ukame akafunga fumu na poligamia na kuweka wanawake katika nafasi za uongozi watumishi wakapunguzwa mishahara. Sankara alikuwa na mshahara wa dola 900 kwa mwezi akautumia katika shule na zito. Burkina ilianza kutoa pamba bila wapatanishi na kuhamasisha kilimo huru eh, hakuna nchi bila watu wake wenye uwezo alisema. Lakini maadui waliongezeka. France, mamlaka wa zamani wa koloni, walikasirishwa na kupoteza ushawishi. Cote d'Ivoire ya Houphouet-Boigny walimchukia kwa kuunga mkono waasi wa Liberia. Elite za ndani zilikataa ukali wa austerity. Katika kilele cha mvutano huo ulikuwa Blaise Compaoré, rafiki wa karibu wa Sankara na kamanda wa regimenti la usalama wa rais. Compaoré alikuwa na mke Chantal ambaye familia yake ilihusishwa na ufisadi. Urafiki wao ulianza kupasuka wakati Sankara alipofanya usafiri wa wafisadi ikiwa ni pamoja na wale wa karibu na Compaoré. Tarehe 15 Oktoba 1987 ilianza kama siku ya kawaida. Sankara, akiwa na jeraha la ajali ya gari hivi karibuni, aliitisha mkutano wa baraza la salama la mapinduzi saa 4 mchana katika jengo la Conseil de l'Entente huko Ouagadougou. Waliohudhuria walikuwa Compaore, Meja Gilbert Diendere, mkuu wa RSP, Yasinde Kafando, msaidizi wa Compaore na wengine kama Abdoulaye Blaise Sanga. Mvutano ulikuwa umezidi. Sankara alipanga kufuta RSP ambayo ilikuwa chini ya Compaoré. Saa saa 4 na madakika 30, milio ya risasi ilianza. Kulingana na shahidi Halona Traore, yule aliyenusurika pekee, Sankara alisimama na kusema: ni mimi wanataka, mkae ndani mkiwa salama. Alienda nje mikono iliyoinuliwa, lakini Kafando alimpiga risasi mara ya kwanza, 11 risasi katika kifua na kichwa. Damu ilimwagika sakafuni wakati wenzake walipigwa risasi ndani ya chumba. Jumla kumi na mbili waliuawa na miili yao ikatupwa vibaya katika makaburi yasiyo na alama. Sankara alizikwa haraka bila mazishi ya heshima, mkewe Mariam na watoto wawili wakakimbilia uhamisho. Compaoré alitangaza urais kupitia redio saa saba jioni akidai Sankara a alipinga kukamatwa kwa wizi. Uongo, kwani maisha yake ya umaskini yalithibitisha uaminifu. Mizinga ilizunguka mitaa, waamini kama Lumumba Sankara walifungwa. Compaoré alifuta na kuweka Front Populaire kama kifuniko. Kwa nini usaliti? Uchunguzi wa 2021 ulionyesha njama iliyopangwa miezi kadhaa. Compaoré alipanga silaha kupitia Ghana na Liberia. Akili za Ufaransa, kulingana na faili za DSE, zilimfuata Sankara. Mitterrand aliruhusu mapinduzi kupitia wapatanishi wa Ivory Coast. Elite za Burkina ziliunga mkono, zikiwa zimeshindwa na kampeni za Sankara dhidi ya ufisadi kama kunyakua Mercedes za maafisa. Sankara alishuku wiki chache kabla, aliwaambia wasaidizi kama nitaoza haitakuwa kiasili. Ufunikaji ulifanyika haraka, miili ilipotea, uchunguzi rasmi haukufanyika. Compaoré alitawala miaka 27, akabadilisha majina ya barabara bila kumudu Sankara, lakini ukweli ulianza kufichua Mnamo 2015 kuondolewa kwa Compaoré, na gasia kumeza tena miili kutoka shimo la shamba la matul matul, na ilithibitisha ya Sankara mnamo 2021, iliyojaa risasi. Mahakama ilianza 2021, Compaoré uhamishoni wa Cote d'Ivoire alipata kifungo cha maisha kwa ukua ushiriki. Diendr kafando na 14 wengine walipata maisha. Ndugu wa sanga mousa akaachiliwa. Jaji Siriak Lubamba alisema afratricide iliyopangwa. Compaoré alikata rufaa kutoka Cote d'Ivoire ambapo France inamlinda dhidi ya kurejeshwa. Kifo cha Sankara kilibadilisha Afrika. Utawala wa Compaoré uliongeza deni, kuatia jihadi na kuunga mkono maafisa vita kama Charles Taylor na kupata vikwazo vya Marekani. Burkina imekuwa na mapinduzi matatu tangu 2022 katika machafuko ya Sahel. Sankara akawa shahidi, panafrikanisti wanasifu kukata deni, wanafunzi haki za jinsia, wanasayansi mazingira, mapinduzi yake ya kijani, dunia nzima. Mwangaza unaendelea. Hugo Chavez alimtaja, Mali's IBK alimshinikiza, sanamu zinaimwa Ouagadougou. Aprili 4, siku yake ya kuzaliwa, ni siku ya mapinduzi. Vitabu kama Thomas Sankara An African Revolutionary na Ernest Hust vinachambua makosa yake poges za kimamlaka, mwelekeo wa chama kimoja, lakini vinathibitisha uaminifu wake. Je, Sankara angeishi, Burkina ingeweza kuwa mfano wa kujitegemea ikabadilisha utegemezi wa Afrika Magharibi kwa IMF? badala Yake, damu yake inatia alama mikononi mwa Compaoré, ikikumbusha kwamba mapinduzi yanawala wanawake. Kama alivyosema Sankara, ingawa wanamapinduzi kama watu binafsi wanaweza kuuawa, huwezi kuua mawazo. Wazo lake Afrika kwa Afrika linaendelea kuwasha ghasia za vijana kutoka Sudan hadi Senegal. Risasi za saa saa kumi na sita na madakika thelathini bado zinaonya himadara ya kumudu haraka zaidi. Sankara alikufa bila silaha, kusalitiwa na ndugu, lakini nchi yake ya wanyofu inaendelea. Katika masoko ya Burkina wazee wanasikia jina lake, vijana wanalilia katika mitaa. Mtu ameondoka, lakini siri ya kwa nini Afrika ilimruhusu anguke inaendelea, moto wa miaka 37 uliozimwa ukiwangaza njia zisizochukuliwa. Sankara hakuwa tu kiongozi, alikuwa ndoto. Mapinduzi yake yalifundisha Afrika kujitegemea: kilimo, elimu, haki za wanawake bila kuomba misaada. Ufaransa walimwonea wivu kwa kuhatarisha maslahi yao ya uranium na madini. Compaoré, aliyekuwa na ndugu, alichukua madaraka na kuyafunga mapinduzi. Mnamo 2022, mahakama iliwahukumu, lakini haki kamili haitakuwa mpaka watu wa Burkina wataongoza. Leo 2026, Sankara anainua tena, ghasia za Sahel zinamshinikiza, vijana wanaimba ehombe yake. Uwasilizaji wake unaonyesha Afrika inaweza kujenga bila watawala wake. Thomas Sankara, mwanamapinduzi wa Afrika, anaishi katika mioyo ya wanyonge. Je, tutaona kiongozi kama yeye tena? Historia inasubiri.